Wajamani, mimi nimekaa mule ndani nasubiria chakula njai na niuma hapa nilipo. Tuzungumzi mara mbili, tunazungumza mara moja tu. Afu zenu nateke action, sio ni faida hasala. Macho yangu yanadila mtoto wa maskini fukala, naambiwa nitoe kafala. Yaani mimi ni mchawi nilopewa na wazazi toka tumboni mwa mama, yeah.

Mi nimekuja hapa nino, lengo langu ni lile lile, nahitaji kujua inachosababisha wananikwepa siku hizi ni kitu gani. Ema, hivi unanitafuta nini? Mimi sitaki mazoea na wewe. Unanitafuta nini? Yani hapo kwenye mazoea. Sasa hapo ndo napopataka mimi, utaki mazoea na mimi gani, kwa sababu gani? Mimi nimekuja hapa tuzungumze, tuweke sawa. Sikiliza nikwambie, hema, sitaki mazoea na wewe, sitaki kabisa, kwa sababu mimi najua ni vitu gani vitanikuta mbeleni nikiendekeza mazoea na wewe ntakuja kuambulia makubwa. Kitu gani hicho ambacho unakiogopa kisikukute, ambacho ndangi nikute mimi peke yangu? Ha, ah, unataka kujua sio? Ndio, nataka kujua kweli. Je, sababu sio unakuwa unanikwepa kwepa ni nini? Mbona sio kama zamani nilipokuwa tunaishi? Sitaki mazoea na wewe, kama ni ukweli, ipo siku utaujua. Natumikishwa na giza. Nuru sio ninakata tamaa na kinachonyumiza. Sina baba wala mama, Mungu fanya miujiza. Mimi najua unaniona, imani nimepotea. Mdako, mdako. Shoga, ah, tena bata nimekuta na mlivyokaa. Mi mbona nipo, nilikuwa nimeenda kule kazini kumpelekea mangu chakula hmm. Lakini kuna kitu kinanichanganya kitu gani? Simangu, unamjua yule rafiki yake ile mwembamba mwembamba ambaye wanafanya naye pale kazi gereji mm? Ema alinieleza mm, kwamba amekuwa na tabia za ajabu ajabu za kishirikina, sijui yani, kuna kati anakuwa anapotea potea tu sasa mm. <laughs> Wewe, sitaki mi kuamini kitu kama hicho. Una hakika kama mewako yuko sawa kweli? Yaani, unajua eh? mara ya kwanza mimi mwenyewe sikuamini na sikutaka kutilia uzito katika hayo aliokuwa nanieleza, lakini mm, hii hali mimi nanichanganya. Hapana mm, sio kweli. Huenda ikawa saize ameshaanza kuvuta madawa ya kulevya au bangi. Shoga yangu mimi siamini ya kabisa, vitu kama hivyo havipo. Isije ikawa amewako ameshajidumkiza kwenye dimbwi la kutumia madawa ya kulevya akawa anavuta bangi. Hmm. mchunguze tu vizuri. Lakini hapana, mbona je, kunionyesha hizo tabia hamna. Wanaume huwa wanabadilika, sio tabia ambayo walikuwa nayo nyuma, ndio atakuwa kuwepo nayo sasa hivi. Huenda ameshaanza tabia zingine za ajabu. Mchunguze tu vizuri. Unajua, mimi mwenyewe mara kwanza nilijua kwamba ni hizi oili huko pengine zinamchanganya akili, lakini nimekuja nikafuatilia, nikagundua hiki kitu kiko siasi. Kitu anachokieleza yuko mm, na uhakika nacho. Ah, amna huwa utapoteza muda wako kufikiria bure. Mi siamini kitu kama hicho. Nadhani tu mmewako atakuwa kuna vitu ambavyo vingine vinamchanganya hivyo, lakini sizani kama iko hivyo. Inawezekana, inawezekana eh, labda Hivi mm, nilikuwa nenda pale kwa dada kuangalia mboga, mboga. Sijui yupo. Mama Amina yupo pale nyuma ah. Mimi wenyewe nimetoka kuchukua muda si mrefu yupo. Hey, shoga yangu karibu tupo. Asante, uendelee kukunja kunja nguo zako maana sasa oh, nina mambo mengi kichwani na michanganyiko <laughs> Hasapo, unafanya nini? Unapika kitu gani hapa? Yini mda wote wa jamani, mimi nimekaa mule ndani nasubiria chakula, njaa inaniuma hapa nilipo. Muda wote unajizungusha zungusha tu, hebu tazama vyombo, mpaka nzi wanajaa. Ini kuna muda unanikera wewe. Mimi sio <sighs> nafanya nini? Hivi kweli hivi hivi kweli hivi. Mboga zinapikwa hivyo ni mehata? Sijui kama nitakula. Yani umetia minyanya kibao mpaka mboga zitakuwa chungu kama nini, mm -hmm. Mba unataka eh? Kula peke yako eh. Utakula mwenyewe sasa, kula mwenyewe Natumikishwa na giza, nuru sioni, nakata tamaa na kinachonyumiza, sina baba wala mama, Mungu fanya miujiza, mimi najua unaniona, imani nimepoteza, sioni picha wala sijui kusoma. Natumikishwa na giza, nuru sioni, nakata tamaa na kinachonyumiza Sina baba wala mama, Mungu fanya miujiza, mi najua unaniona, imani nimepoteza. totolito oa totolito jo toto. Basi hapa tubonge nini maramoja? Oe, oe, oe, oe, sikia. Vipi, unashindwa kutupa hai masela nini? Unapita kimya kimya, unatuzungumzi mara mbili, tuzungumza mara moja tu afu zenu, una take action. Hebu, achia. Vipi, achia. Achia. Vipi. Mbona ushoboki?